Karibu tuendelee kuangazia yale yanayojiri haswa kwenye vita vinavyoendelea baina ya taifa la Israel na taifa la Iran, na vita kubwa ambayo inaendelea baina ya mataifa haya mawili ambapo Marekani pia iliweza kujitosa katikati ya mataifa haya yaliyokuwa na mzozo kwa muda mrefu, lakini sasa hatimaye mzozo huo umekuwa mzozo rasmi, na kitendo cha kupelekea Marekani kuingilia kati ni jambo lililogusa watu mbalimbali mbali kuja kutoa mitizamo yao kwa hiki ambacho kimetokea kwa Marekani huku wengine wakilaani vikali Marekani kuingilia kati mgogoro huu na wengine wakiipongeza Marekani kwa kuchukua hatua hii ambayo Israel ilikuwa ikiomba Marekani kuichukua kwa muda mrefu. Sasa Marekani ilishambulia a, vituo kadhaa vya kule nchini Iran vya nyuklia kwa makombora ya GBU 57 kwa ndege ya B2 Spirit bomba ambayo ni ndege kubwa zaidi ya Marekani ya kivita yenye kubeba silaha kubwa na nzito zaidi za kivita kutokea kule nchini Marekani. Sasa hebu tuangazie juu ya ndege hii ya B2 Spirit ama B2 Stealth bomba. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mapema siku ya Jumapili kwamba jeshi la Marekani limefanya shambulio lenye mafanikio makubwa katika maeneo matatu ya vituo vya nyuklia vya Iran, ikiwa ni pamoja na kituo cha kurutubisha uranium cha Fordo. Alisema tumekamilisha shambulio letu la mafanikio katika maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran Fordo, Natas na Isfahan. Trump alizungumza katika chapisho kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii. Aliendelea kwa kusema ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Iran, mzigo mzima wa mabomu umerushwa kwenye eneo la Fordo, aliongeza. Tangazo hilo la Trump limekuja siku mbili tu baada ya kusema kuwa ataamua ndani ya wiki mbili ikiwa ataungana na mshirika wake Israel kuishambulia Iran. Shambulio hilo la kushtukiza la Marekani lililopewa jina la operesheni Midnight Hammer lilitekelezwa kwa kutumia ndege saba aina ya B2 ambazo hazikutambuliwa na walinzi wa anga wa Iran kulingana na Washington. Kulingana na Pentagon, haya yalikuwa mashambulizi makubwa zaidi ya operesheni yaliyofanywa na ndege za kimkakati za B2 katika historia ya Marekani. Kwa mara ya kwanza, Washington ilitumia mabomu yenye nguvu zaidi ya GBU 57 ambayo yana uzito wa tani 13 ana uwezo wa kupenya makumi ya mita kwenda chini ya ardhi kabla ya kulipuka. Tehran ilikuwa imetishia mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kwenye vituo vyake vya kijeshi katika mashariki ya kati iwapo Trump angeshambulia, lakini rais huyo wa Marekani alitoa wito wa amani. Trump alisisitiza, hakuna jeshi lingine duniani linaloweza kufanya hivi. Sasa ni wakati wa amani. Katika ripoti hii tunaangazia ndege aina ya B2 ambapo kwa mujibu wa Reuters kila ndege ya Marekani ya B2 inagharimu karibu dola bilioni mbili nukta moja na kuifanya ndege hii ya kijeshi kuwa ya harama zaidi duniani kuwahi kutengenezwa. Je, ndege za B2 zina umuhimu gani? Jeshi la Marekani lilitumia ndege aina ya B2 kwenye kisiwa cha Guam cha Pasifiki cha Marekani kabla ya Trump kutangaza kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran na kuungana rasmi na Israel katika kufanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran. Ndege hizo zilitumwa Guam kutoka Missouri, Marekani iliyoko takriban kilomita 1950 mashariki mwa Fordo. Ni vyema kutambua kwamba ndege hizi kubwa zenye mabawa ya zaidi ya mita 50 ndizo zenye uwezo wa kubeba mabomu ya GBU 57 Massive Ordnance Penetrator au MOP yenye kilo 13,608 na uwezo wa kupenya mahandaki ambayo wataalamu wanasema ni muhimu kwa kuharibu kituo cha nyuklia cha Iran. Kituo hicho kinaaminiwa kuwa chini ya mita mia moja chini ya ardhi na kulindwa na saruji iliyoimarishwa. Licha ya ubora wake mkubwa wa anga, Israel haina silaha zinazohitajika kuharibu kituo hicho, hatua iliyofanya kuomba msaada wa Marekani. Haijulikani ni kwa nini Guam ilichaguliwa kuwa kituo cha ndege hizo kabla ya mashambulizi hayo. Maafisa wa Marekani waliambia CBS News, mshirika wa BBC wa Marekani, kwamba kituo cha Guam kinaaminika kutoa usiri bora zaidi wa utendaji kazi kuliko Diego Garcia. Wiki iliyopita, takriban ndege 30 za kijeshi za Marekani zilihamishwa kutoka Marekani hadi Ulaya kulingana na data kufuatia safari iliyokaguliwa na BBC. Ndege zinazohusika ni ndege za usafiri za kijeshi za Marekani zinazotumiwa kujaza mafuta ndege za kivita. Na vile vile kwa mashambulizi. Kulingana na Flight Radar 24, angalau saba kati ya ndege hizi zote za KC 135 zilisimama katika kambi za ndege za Marekani nchini Uhispania, Scotland na Uingereza. Mienendo ya ndege hizi inakuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani pia imehamisha shehena ya ndege za USS Nimitz kutoka bahari ya kusini ya China kuelekea mashariki ya kati. Nimitz hubeba kikosi cha ndege za kivita naambatana na ndege za kuharibu makombora. Marekani pia imehamisha ndege za kivita za F-16, F-22 na F-35 katika kambi za Mashariki ya Kati. Maafisa watatu wa kijeshi waliambia Reuters siku ya Jumanne. Ndege za kujaza mafuta ambazo zimesafirishwa hadi Ulaya katika siku chache zilizopita zinaweza kutumika kujaza mafuta ndege za mwisho zilizosalia. Naam, huo ndio mkusanyiko wa ndege mbalimbali ambazo Marekani imeweza kuziamisha kutoka kwenye kambi zake mbalimbali mbali na kuziamishia Mashariki ya Kati na kutekeleza mashambulizi hayo makubwa yaliyofanywa huko Iran ikiwemo ndege za B2 Spirit, ndege ambazo zimetumika kushambulia vituo mbalimbali vya nyuklia vya kule nchini Iran. Tafadhali tuandikie mtizamo wako kwenye hili, lakini pia endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.